Amyambakunaskiliza um, ni Amka na Baraka One TV ikiwa ni tarehe kumi na tano za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita majirani za kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati ikiwa saa moja majira wa Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu wa kilika bonga kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe, Baraka One TV tukupia Facebook pamoja na TikTok, like, na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na sasa ni muhtasari wenyewe wa habari za moto hizi. Wazalendo sasa kuungana na kuwa kitu kimoja huko, akipewa siku tatu kuweza kujiripoti kwa uongozi wa wazalendo wa jimboni Kivu ya kusini Uvira. M23 ulikuwa kwenye kikao maeneo ya Kalundu, watwangwa na drones za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku upande ya wa Lemera, mapigano makali yakiripotiwa kati ya magaidi wa M23 na wazalendo, hasara kubwa kwa M23. Kinshasa, askari wa FARDC wahitimu mafunzo ya urubani wa ndege pamoja na drone za kivita. Na pia sikiliza ukweli wa kapteni wa majeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na usaliti na rushwa inayotembea ndani ya FARDC. Na mkumbuka operesheni saidia muzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii tafadhali tumia namba ambazo konaziona kwa skrini yako ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na na matukio mengine ambayo yako nazidi kunindima kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tuanza na taarifa hizi kutoka e, tarafa ni Fizi ambako wazalendo sasa kuungana na kuwa kitu kimoja, na yote ambaye ni kamanda wa wazalendo amepewa masiku zisizopungua tatu kuweza kujisalimisha na kuripoti kwa uongozi wa wazalendo wa jimbo. Akihutubia maelfu ya wananchi tarafani Fizi, kiongozi wa NPCC na ambaye ndiye kiongozi wa umoja wa wazalendo jimboni Kivu kusini mwa Kivu, Bwana William Amuli ya Kutumba. E, muungano huo umeweza kutoa takriban siku tatu kwa wazalendo wote waweza kujiripoti kwenye uongozi wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, ili waweze kujulikana. Na oda hiyo siyo hoda ya mfukoni, bali ni hoda kutoka kwenye ngazi za juu za uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. William Mumuli ya Kutumba amewataka viongozi mbalimbali wenye kuwa na vikundi vinavyomiliki silaha kuweza kujiripoti ili waweze kujulikana. Hali iliyotokea Uvira, hatungependa hatu tena itokee huku tarafani Fizi. Kwa hiyo yeyote ambaye hatokuja kujiripoti katika uongozi wa wazalendo, basi huyo atashughulikiwa kuanzia kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wenyewe. Mengine zaidi, huyu hapa kiongozi William Amuli ya Kutumba. Tunapenda kusema hivi, yeyote yule anasema niko mkubwa wa kundi fulani ya wazalendo, kama hautakuja kujiripoti kwa hii koordinasion pendant 72h pendant 72h

Ulikubali kusema nitakuwa mzalendo. Ulikubali kusema nitakuwa mzalendo. Plus rien ne sera comme avant. Tumevipa madaraka yote na mkubwa wa nchi. Tuorganize wazalendo wazalendo wote wakuwa kitu kimoja. Tuliishi vibaya Uvira, tukakuwa huyu anajibeba huyu anajibeba huyu anajibeba kome konsekansi tuliperdre Uvira. Atuta kubali tena ile vitu lipita Uvira tana ipite hapa kitergole. Afisi muko na watoto yele benyepeko na cigebakuwa ba, ba, mamouveme mbalimbali vale, ile mamouvemet yote wakuje wakiripoti bona makanakiko hapa atabapokee na tukiachana na hilo la huko tarafani Fizi, tuingie tarafani Uvira, jijini Uvira, ambako M23 walikuwa kwenye kikao kwenye maeneo ya Kalundu watwangwa na drone za FRDC. Huku pia upande wa Lemera, mapigano makali kati ya M23 na wazalendo. Mchana kweupe drone za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC ziliweza kushambulia ukumbi wa mikutano ambako viongozi wa wazalendo viongozi wa M23 ndani ya jiji la Uvira walikuwa kwenye vikao. Vikao hivyo ambavyo vilikuwa vya kujaribu kutengeneza namna ya M23 kuweza kuzivamia ngome za FRDC walioko pembezoni tu mwa poru ya Kalundu. Mambo hayo yalifanyika mchana kweupe, huku M23 wakipata asara kubwa, hakuna hata mmoja aliyetoka mzima.

maafa nafanyika sai kuporea Kalundu ni shida e, imaimbwa hii abasikie, banapigwa banapigwa, biko napigwa, mimi abapende sikia. Habari engine tukonayo hapa Uvira sai maseze bananze ingia kumanyuma malupango za watu, kwanza beba magari juu habaone magari azipite pite mumungini, bananza beba magari, banabeba gari ya kaberi E, nitipe mwana hapa Kiromoni anakuwa paka Kavimvira, iko na kenkeleria paka Kavimvira hapa, wanabeba banabeba gari yake saa hii, banaingia mulupango, banakutele gari wanabeba gari yake. Ndio habari zenye zinaanza kwa Uvira Uvira. Maana yake ni shida, tunaingia sasa kwa matatizo sasa, sawa sawa baba la baba. Shinde bien <tri>

Kwa upande mwingine, taarifa tuliyopata ni kwamba mapigano mazito yameripotiwa mchana wa hiyo jana, maeneo ya Lemera ikiwa ni pamoja na Arubanga, Kigwena na Musholo yaliyopo katika, yaliyopo katika eneo la Lemera, ukiwa ni utawala wa Bufuliru tarafani Vira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na makamanda wa wazalendo, mapigano hayo yalianzia majira ya saa nane mchana, yakihusisha vikosi vya magaidi wa M23 walikuwa natoka wanatoka Kaziba kujaribu kuweza kuongeza nguvu maeneo ya Uvira na pleni nzima ya Ruzizi na hivyo kuweza kuangukia kwenye mtego wa majeshi ya wazalendo na kusababisha maafa makubwa kwa upande wa M23. Katika viongozi wa wazalendo waliotega mitego hiyo ni pamoja na Jenerali Masumbuko Mutinga na baye Jenerali e Kamama Birigwa na pia Jenerali Mupaka pia vita hiyo iliweza kuwapoteza zaidi ya M23 wa 45 na wengine kukamatwa mateka kwenye uwanja wa mapigano ya mwezi wa kwanza. Na jaria neema ya kupata wandugu yetu tena kutoka kwa M23 ne barikowa muinitea FRDC, saa hii njoawa ni waine wanakua mwaia asubuhi Nawaza kila moto atajieleza na jina yake, na nt fr dc yenye alikuwa anatumika ndani na kwa M23, kwenye alikuwa anatumika na kiongozi yake. Asante, tunataka tuanze kwa huyu jambo. Habari mzuri. Natoka wapi? natoka... Kasheke, Kashi ulikuwa naongozewa na komanda gani pale Kasheke? Nilikuwa naongozewa na komanda anamuita Sami, Sami? E, Kasheke e, kwenye ulikuwa mwefaridasi likwa mwinitegani eh. Na grade yako? 101. Nikwa sina grade. Ndio. Ndio. Sawa, asante. mm. Huko na ujumbe yenye nawezi pacha wenye bana bakia kwa M23. Ndio wapate e, ujumbe ujumbe, na nawapatia, Mungu abasaidia wapatie njia ya kuvuka pale. Haiko kwetu, kwetu ni kwenye tuko na tuko naenda, tunateseka sana, tulingia mukazi na natu, tupendi Mungu abasaidie nabo wapate njia. Asante. mm.

na wewe ulikuwa komanda nani mwenye alikuwa anawaongoza? komanda ni Sami. Sami eh? asante mu FARDC ulikuwa mwenye nitegani? mu FARDC ulikuwa mwa 23e brigade. 23e brigade? asante ujumbe yenu nawezi pana kubenyeba na wakiwa kwa M23? uh, M23 oh, ba obatikali kuna na, na pesi

na benye nabenye banabakia M23, Mungu abasaidie na abo batoke sawa. Hapa tulikuwa ku mufoma paliko tuku yenye naongozwa na Generali Mutayomba. Asante, asante sana. Kwa sasa maeneo ya pleni ya Ruzizi ni sehemu hatari zaidi ambako wazalendo wamepiga marufuku, hakuna usafiri wote kutoka Uvira kujielekeza maeneo ya Kamanyola hiyo ni kutokana na dalili na uwepo wa Hippolyte Kanambe ndani ya jiji la Uvira. Inasemekana kwamba Joseph Kabila yuko ndani ya jiji la Uvira, na kitendo cha M23 kupitia Corneille Nangaa kujaribu kuwadanganya wananchi kwamba atakuwa yuko Goma ni kwa ajili ya kuweza kupoteza maboya, ili watu waweze kufikiria tofauti, lakini ukweli ni kwamba Joseph Kabila yuko ndani ya Uvira na wanatafuta jinsi ya kuweza kumwondoa lakini, inashindikana kutokana na kila eneo linajaa wazalendo, na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira huko. Unasikiliza Amka na Baraka1 TV ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika kati, Saa moja majira ya Afrika ya Mashariki, yejide kizenga tembele Kingsele izabe ayeba mashaka ayambade donebutoto biondo kilamba mawe mzee wa state ya men kashosi kutoka Australia, da feza da letesia da asha da irn ankisi kandeke yasimu baguma samuel kutoka Czech Republic, na makei kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Pia unafuata matangazo yetu ukiwa huko huko Afrika ya Kusini, Europe Central, pamoja na East Africa. Baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji na tarafa la Uvira, tujielekeze Kinshasa, ambako askari wa FRDC wahitimu mafunzo ya urubani wa ndege zokuwa na rubani pia, e, na pia na ndege za kivita. Wanajeshi 34 wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na marubani 6 ndege zisizokuwa na rubani drone wameweza kuhitimu mafunzo ya kielektroniki na uendeshaji wa ndege hizo zisizokuwa na rubani. Kutokana na vyanzo ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanajeshi hao thelathini na nne pamoja na marubani wa sita wa ndege zisizokuwa na rubani yani drones kutoka jeshi la anga la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kuhitimu mafunzo hayo makubwa maalum ya kivita ya kielektroniki pamoja na uendeshaji wa drones. Mafunzo hayo yalikuwa ya kiwango cha juu, huku yakifanyiwa na wakufunzi kutoka nchini China na pia chini ya mpango wa kuimarisha uwezo wa kielektroniki wa kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa makamu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa ulinzi wa taifa Bwana Gai Kabongo Mwadiamvita, hatua hii ni muhimu sana katika kuimarisha uwezo wa kisasa wa kioperesheni wa kijeshi pia kujibu kwa ufanisi changamoto mpya za kiusalama na kuendeleza uhuru na mamlaka kamili ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. uwezo wa kutumia teknolojia za drones na vita vya kielektroniki sasa unachukuliwa kama nguzo kuu ya mkakati wa ulinzi wa taifa. Utafahamu tu kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wakitumia mamluki kwa ajili ya kuweza kurusha drones za FRDC. Kwa sasa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuwatengeneza warushaji wa drones ambao ni watoto wa taifa kwa sasa vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila kona vimeweza kupewa idadi ya wanajeshi ambao watakuwa na rusha ndege zisizokuwa na rubani kutokana na kuweza kuitumikia taifa. Wanajeshi wengi Kongo, uh, wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi yao wamekuwa wakikula rushwa na pia kukolaboreti na adui, kama wanavyozungumzia msala uliomkuta kiongozi mmoja wa FRDC pamoja na ndugu yake ambaye kwa sasa ni captain anayewindwa na wale wenye roho mbaya ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So, na pesi na no bato yo bazolanda vido hoyo balandangona tina Tumoni mboka na biso verite ilukia vaka mususu na bomo na bato sokomatoluki alobi verite akomaolukie problem.

ni kutokana na hali ya kiufundi, lakini mingine tukutana naye ni majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili Bye bye.